Mbinguni aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia nasigui watu pada juu unao tukumbusha ubatizo wake, ambapo mtakatifu Paulo aandika sisi zote ambao tulibatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake, tulizikwa pamoja naye, ili kama Kristo alivyofufuliwa toka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, sisi nasi twa, tunaweza kuishi maisha mapya, kwa maana tunaungana naye kwa kufanana na kifo chake, hivyo tutaungana naye kwa kufanana na ufufuko wake. Utukuzwe, mfalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusameni makosa yetu kama tunavyosameni waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe. Umejaa neema, mannawe umebarikiwa kuliko wanawake wote

Bwana wetu Yesu Kristu, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako Kristo utuhurumie, utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana awe nanyi. Tuombe. <coughs> Ewe Mungu mwenye huruma ulimteua mtumishi wako Fadha Joo Gatamu awe mjumbe wa Kristo hapa duniani, tunaomba sana na maombi yetu ya mtakatifu na wewe umketishe mke pamoja na Kristu, sisi tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Fadha Joo uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watumishi wako. Ee Mungu, unashika maisha ya mtu katika mikono yako mitakatifu na kumwekea kila mmoja hesabu ya siku zake kadiri ulivyo ulivyonuia, uitazame sala ya kanisa lako kwa ajili ya mapendo ya Kristo uisamehe roho ya mtumishi wako kadajuu uliye mwamuru ahame dunia hii. Usitazame makosa na dhambi zake, bali kwa huruma yako umpokee kwenye furaha ya uzima wa milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo, Bwana wetu.